Habari za wakati huu ndugu zangu, nawakaribisha kwenye channel yetu pendwa kabisa Shao Digital. Kama bado hujasubscribe, basi unaomba ufanye hivyo. Pia usisahau kucomment, kushea na kulike kusudi uendelee kupata mafundisho mazuri yanayokujia hapa hapa. Ndugu yangu, leo nataka nikuambie kuhusu basi ulilopanda. Kama ukigundua basi ulilopanda alikufikishi kule ambako unataka kwenda yaani kigundua umeshakosea, basi umepanda basi ambalo aliendi kule unako kwenda, na pengine linaenda opposite direction na ile ambayo unaenda, tafadhali fanya ushuke kituo cha mbele, ili kusudi uweze kuepuka kwanza, gharama za muda na pili, gharama za pesa ambazo utaenda kuzitumia kurudi kusudi uende kule ambako unatamani kwenda. Ndugu zangu, ni jambo la kawaida sana mtu baada ya kugundua tu basi alilopanda alimfikishi kule anakotaka kwenda, ukamwona akamwita konda na akamwambia tafadhali, naomba unishushe kituo cha mbele. Utaonekana ni kichaa sana ukiendelea kuwa na amani, na umekaa kwenye siti, hauna hata stresi wakati unajua kabisa gari ulilopanda alikufikishi kule ambako unatamani kwenda. Lakini sasa cha ajabu kwenye maisha ya kawaida, ambapo tuna malengo, tuna mahali ambapo tunataka kufika, cha kwanza kugundua kwamba basi ulilopanda alikufikishi kule ambako unakwenda na cha pili kufanya maamuzi baada ya kugundua kwamba basi ulilopanda halikufikishi kule unakokwenda, kwenda ushuke kituo cha mbele. Imekuwa ni changamoto sana, watu wengi tumeendelea kurelaksi na kuenjoi maisha kwenye basi ambalo alitufikishi kwenye malengo yetu. Ndugu yangu, hebu tuangalie mifano michache. Mfano, wanafunzi chuoni au shuleni ambao wanatamani kufaulu sana na ili malengo ya kila mwanafunzi kupata matokeo ya juu sana katika masomo yake, wengi badala ya kupanda magari ya kusoma kwa bidii, badala ya kupanda magari ya kusikiliza, badala ya kupanda magari ya kuhudhuria vipindi darasani, wengi tumepanda magari ya mahusiano ya kimapenzi, na wala hatuna shida tunaendelea kurelaksi, tunaendelea kuenjoy maisha, yaani tumepanda magari ambayo yatupeleki kabisa kwenye malengo yetu. Mfano eh, wa pili ni vijana wengi vijana wengi tumekuwa tukitamani mafanikio makubwa ya kiuchumi, mafanikio makubwa ya kijamii, mafanikio makubwa ya kisiasa, badala tupande magari ya kufanya kazi kwa bidii, tumekuwa wengi tunapanda magari ya uvivu wa kupindukia, tumekuwa tumepanda magari ya starehe na anasa ambazo hazina msingi na wala hazitupeleki popote katika maisha yetu ndugu yangu. Hebu mtazame rafiki yako ambaye ni mraibu wa madawa ya kulevya au mnywaji wa pombe kupita kiasi au mtumiaji wa madawa ya kulevya. Tazama ambavyo jamii imekwenda kutumia gharama nyingi kwa sababu ya huyu mtu tu kupanda gari ambalo alimfikishi kule ambako jamii inataka kufika. Mfano, mtu ambaye anataka kubadilika kutoka kwenye matumizi ya madawa ya kulevya au kutoka kwenye uraibu wa madawa ya kulevya atapoteza muda mwingi sana kwenye soba house ili kusudi aweze kuacha, ili kusudi ile arosto ya matumizi ya madawa ya kulevya iweze kuisha katika ubongo wake. Anaweza akapoteza miaka miwili mpaka mitatu, gharama ambazo pia jamii itaingia kusudi huyu mtu ale, anywe, apate madawa na apate mtu wa kumsaidia gharama zote hizo ambazo jamii inakwenda kuingia kwa sababu tu ya kupanda basi ambalo alifikishi kule ambapo jamii nzima na yeye binafsi anataka kwenda. Tazama hiyo gharama ilivyokuwa kubwa. Changamoto kubwa inakuja, wengi tumepanda magari ambayo yanatupeleka kwenye kupotea wengi tumepanda magari ambayo hayatupeleki kule ambako tunataka kufika na pengine yanatupeleka opposite direction na kule ambako tunataka kwenda. Imekuwa ni ngumu sana kugundua kwamba tumepanda magari ambayo hayatupeleki kule ambako tunataka kwenda. Pia imekuwa ni ngumu sana hata kama tukigundua kwamba kule tunakoelekea siko huko ambako tunataka kwenda, kufanya maamuzi ya kushuka kituo cha mbele tufanye nini sasa? Yaani, tufanye nini ili kusudi tukapate kugundua kwamba tumekosea basi na kuweza kufanya maamuzi na kuweza kufanya maamuzi ya kushuka kituo cha mbele? Ndugu yangu, jambo la kwanza, ukiwa stendi pale, mchague mpiga debe ambaye atakufikisha kwenye basi ambalo litakufikisha kule ambako unataka kwenda. Huyu mpiga debe atakupa maelekezo ya mahali basi lilipo, au atakupeleka mahali basi lilipo. Huyu mpiga debe atakufanya muda wako wa kulitafuta basi la kwenda kule ambako unataka kwenda uwe mfupi zaidi, na pengine atakuepusha na gharama za kupanda bodaboda kulifata basi. Atakuepusha na gharama za kupanda bodaboda kwanza kulifukuzia basi. Baada ya kupoteza muda mwingi sana kulitafuta stendi mpaka muda wake wa kuondoka ukafika likaondoka likakuacha. Huyo mpiga debe ahitaji gharama yoyote atakupeleka na kukupa maelekezo yote bure kabisa. Jambo la pili, ndugu yangu, unatakiwa kumchagua mpiga debe ambaye ana uzoefu wa muda mrefu sana kwenye stendi husika. Usichukue mpiga debe ambaye kaja tu jana akuelekeze mahali ambapo basi lako lipo. Chukua mpiga debe mwenye walau uzoefu wa muda mrefu ili kusudi Ukimwambia tu naenda sehemu fulani, akochukua kupeleke moja kwa moja mpaka pale ambapo basi la kwenda huko unakotaka kwenda lilipo. Itakufanya ufike kwenye basi lako mapema zaidi na usiwe na stresi ukiwa unasafiri. Ndugu yangu, jambo la mwisho, kuwa sana makini, sio kila mtu hapo stendi ni mpiga debe, sio kila mtu atakusaidia kukupeleka kwenye basi ambalo litakufikisha kule unakotaka kwenda. Wengine watakupotezea muda, wengine watakuibia mizigo yako na mwisho wa siku utashindwa kufanikiwa kufika kule ambako unataka kufika. Mpiga debe ni yule aliyevaa reflekta na pia mwenye kitambulisho cha stendi husika kinachotambuliwa na serikali. Kuwa makini sana na zingatia. Ndugu yangu, tukiwa tunamalizia kama kwa ujumbe huu, nafaa kuwa mpiga debe wako, nafaa kukuongoza kule ambako unatamani kwenda. Kama bado hujasubscribe, basi usisahau kufanya hivyo, pia comment, share na like. Asante na nikutakie wakati mwema.